Yane wakati ni mlevi mkubwa unatesa watoto wako, nina dini yane, wakati ni mtanga la kienyeji, ushindwe kwa jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina dini yane, pale kwa Chibe kuna mama mmoja anamsikitikiaga sana hmm. Ukifungua tu biashara, anachokifanya ni kuja kwenye duka lako anabeba mchanga anapeleka kwake maana yake ni kwamba, pani, bukarako, peja, ni kwamba kila niyekanyaga pale kwenye duka lako anakuhamishia wateja anampelekea yeye mwenyewe. Uwaga nikiendaga maombi ya, ya saa kumi na moja alfajiri napita akutamisha wai mapema, anaanza kufagia kwenye maduka ya wengine kwenye vibanda vya wengine, anafagia uchafu wote anaumbika kwake, watu kila biashara inakufa kila biashara inakufa. Maria mbona asifiwe! huyu binti yangu pale ana duka na hoteli yake yule mama. Siku moja akasema hoteli zote zilizofunguliwa zitafungwa tu ndani ya mwezi wa 12 mwezi wa kumi, kumi. si ndio? Asifiwe! aliyasema hayo mwezi wangapi? wa tisa alisema hoteli zote zitafanyaje? itafungwa kita baki ya kwangu akasema eh Umegusa chuma kingine, sema amina, amina wanangu pale kanisani, hakuna atakaye kuroga. Shika jirani yako mkono, mwambie kisha okoka, hakuna atakaye kuroga na wajua.

wananyanyua nondo, wanachari kifua. Ah, huyu kuna jaa mpaka kuna tanuka, alafu kuna konda kama wamepigwa pasi, alafu sasa wanatembea wako hivi, wale wako kutani nao ah, wajibu wa, wa vibaya wakikwa kwenzi ni kama wamepigwa na nyundo. <laughs> Kamani bwana asifiwe, amina. Waliookoka ni zaidi hayo majiki. yeah. Halali. Yeah. Halali. kuniweza sote, ukitaka kuniweza mimi au kuweza orokole nende muweze Yesu, amen yeah. Tunaisha sana amen. Eti maigopa mchana, mtu akitaka kukuroga kwanza aende kwa nani? Yesu, yeah. Wapigane vita kule, wewe Yesu akiinua mikono ah, nimeshindwa.